Hii ni taarifa rasmi ambayo imetolewa na chama cha ACT Wazalendo juu ya sakata la Luhaga Joelson Mpina na Uh, msajili wa vyama vya siasa nchini lakini pia mwanasheria mkuu. Sasa uh, chama cha ACT Wazalendo kimetoa taarifa rasmi juu ya mwenendo mzima ambavyo unaendelea kwa hivi sasa. Tumekuletea hapa kwa ajili ya kuja kukushirikisha wewe kama mfuasi wa Habari Digital. Karibu sana. Bana, naomba ninukuu taarifa ambayo imetolewa na uh, chama cha ACT Wazalendo ambapo taarifa hii imeanza kwa kusema ya kwamba Mahakama Kuu yatoa kibali uh, cha kufunguliwa shauri la kupinga Maamuzi ya msajili wa vyama uh, vya siasa kuondoa jina la Luhaga Joseph Mpina ndani ya siku kumi na nne kuanzia leo. Leo tarehe 26 Septemba 2025, Mahakama Kuu ya Tanzania Masijala Kuu Dodoma chini ya Jaji Wilbert Chuma imetoa uamuzi wa, wa maombi ya kibali cha kuwasilisha uh, maombi ya mapitio ya mahakama yani application for leave, For file application, uh, for judicial uh, review, Nambari 237 iliyowasilishwa na ACT Wazalendo na ndugu Luhaga Joelson Mpina dhidi ya msajili wa vyama vya siasa na mwanasheria mkuu. Katika maamuzi ya mahakama, jaji Chuma alikubaliana na maombi hayo kwa hoja uh, ya kuwa maombi haya yamekizi vigezo vyote ambavyo vinatakiwa vya kuridhisha uh, vya kuiridhisha mahakama kutoa kibali cha kuwasilisha maombi ya mapitio ya mahakama kama uh, ambavyo imewekwa uh, imewekewa misingi yake na maamuzi mbalimbali ya mahakama ya rufaa uh, ya Tanzania na sheria za nchi ikiwemo Uh, utamaduni wa mahakama yani, uh, practice of the courts. Taarifa iliendelea kusema ya kwamba awali mahakama ilitupilia mbali mapingamizi yaliyowasilishwa na, uh, na wajibu maombi, yani msajili wa vyama vya siasa na mwanasheria mkuu yaliyotaka uh, yaliyotaka uh, yaliyotaka maombi ya kibali yakataliwe kwa kuwa yamekinzana na misingi ya kisheria ya kuleta maombi ya namna hiyo. Mahakama iliyaona mapingamizi haya hayana hayana msingi wowote wa kisheria, hivyo uh, ameyatupilia mbali uh, ameyatupilia mbali. Kwa hatua hii sasa chama cha ACT Wazalendo uh, na ndugu Luhaga Joseph Mpina itawasilisha rasmi maombi ya kufutwa kwa maamuzi ya msajili wa vyama vya siasa ndani ya siku kumi na nne kama ilivyoelekezwa na mahakama kupitia maamuzi uh, ya jaji uh, Chuma. Na wakati huo huo uh, chama cha ACT Wazalendo kimeendelea na shauri la kikatiba kimeendelea na shauli la kikatiba dhidi ya Tume Huru ya Uchaguzi na mwanasheria mkuu nambari 24027 ambalo limepangwa kusikilizwa siku ya tarehe 29 Septemba mwaka 2025 mbele, mbele ya majaji watatu ambao ni Jaji Fredrick Manyanda, Jaji Silvester Kainda na Jaji Abdallah uh, Gons. Hii ni taarifa ambayo imetolewa na uh, kusainiwa pia na mwanasheria mkuu wa chama cha ACT Wazalendo. Hii ni Habari Digital. Asante kwa kuendelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, lakini kubwa ni kusubscribe, ku like na ku comment uh, taarifa zetu kadha wa kadha ambazo naendelea kukuwekea hapa kupitia Habari Digital. Abai na wasaa mwingine, na usahau kutembelea mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na uh, Twitter. Tunapatikana kupitia habari digital to fall, to fall back, lakini pia hakikisha kwamba una like na comment taarifa zetu mbalimbali ambazo ziendelea kukuwekea kupitia vyanzo vyetu vya habari digital.